We mtoto mwanamke, mzee mzeewe nani unakaa nyumbani eh? o wenzetu nini, usudishe magari ya kuasha kila siku tunakula ugali na pilipili wewe eh. nani umama

Ni ni inaibarodiiyonisiku ya kwanza bado kesho, okay. Yani inapiga mpaka usiku. Walisema Tanzania hawezi kuandamana, hiyo kitu lazima ichome hiyo.